Maelekezo yangu ni kwamba tushakubaliana, hawa wawekezaji, kama kweli wamedhamiria kuwekeza dola milioni 500. Serikali haiwezi hata kidogo kuacha mradi wa namna hii, na ndio kilio cha serikali. Mheshimiwa Rais, maelekezo yake, anataka viwanda dawa na vifaa tiba. Tutapima seriousness yao kupitia proposal atakayoileta. Sawa. Lakini leo mwende mkakae na ikiwezekana, wasiondoke leo leo, tumalize jambo hili. Sawa. Hata kama ni saa 10 za usiku mjadiliane kuhusu hili la uwekezaji wa viwanda tumalize leo leo. Katibu Mkuu, asubuhi utaniletea barua sawa? Mijadala ilikuwa moja mbili tatu, na hawa wakiondoka wa, wa, hapa waondoke na garanti, provisional garanti ya kuonyesha kama serikali imedhamiria kufanya nao biashara, lakini pili E, mtawapa uwezo wetu kama serikali, tunahitaji pengine madawa ya kiwango gani, vifaa tiba vya kiwango gani? Yeah. Okay. kama watajikomiti kwenye kupitia proposal yao yeah, tutakubaliana. Yeah. Sasa guarantee yenyewe yeah. Yeah. Lakini kwa sasa tutawapa provisional guarantee mm, kwamba tuko tayari kama serikali kununua e, yeah. dawa kwao. Mambo ya kesho kishukutwe mistaki. Kama tunaweza tukamaliza leo, tunamaliza leo leo. Nadhani Katibu Mkuu tumeelewana. Eh, kwa sababu maelekezo ni kwamba watu wanakuwa frustrated wakija hapo. Uwekezaji huu utatusaidia kupunguza hata marushwa hayo kwenye matenda. Sasa najua kinachoendelea huko. Utatusaidia sana. Nadhani Katibu Mkuu imeelewa. Kwa hiyo, E, eh, ili kupambana na hayo, wawekezaji hawa ni lazima tuwakaribishe. Mheshimiwa Rais anataka kuona viwanda vya madawa. Na hatuwezi hata kidogo wakati wangu e, tukaruhusu kupoteza nafasi ambayo tunaweza tukaipata. Nafasi kama hii imekuja, huyu anaweza kwenda Uganda akapewa ardhi, akaenda Rwanda kule, wakamharakisha watamkimbilia haraka sana. Sasa mm. sisi lazima tuanze sasa hivi. Kwa hiyo maelekezo yangu hayo, Mfamasia Mkuu, mwende mkakae leo, usiondoke ofisini mpaka mmekubaliana leo leo, hata kama mtamaliza vikao saa 10. Katibu Mkuu nadhani unisikie asubuhi. Yes, yes, yes. Nikija hapo asubuhi, nitakapoingia nikute barua hapa, maelezo hatua e, iliyofikia na namna mlivyokubaliana. Hakuna sababu ya kuchelewa, lakini lazima wafanye pia commitment. Nadhani unanisikia yes. E, kama kweli sisi tunakwenda tuna, tuna kutoa provision au guarantee yes, wao lazima wafanye commitment yes, lini watakuwa tayari kuwekeza yes. Kama changamoto itakuwa ni ardhi yes, sisi wenyewe lazima tujitume, mtoke hapo mwende mkafuatilie, uhakikishe wamepata ardhi right, wanayotaka kwa sababu yes, ardhi tunayo chungu mzima yes, wakikosa kibao wapelekeni, kufika hata Dodoma hapa ardhi imejaa. Wanapokwenda kuwekeza halmashauri zitaona mkunufaika Serikali itakwenda kunufaika kupitia kodi mbalimbali. Sasa maelekezo na kile kiwanda cha Arusha kiwende kiende kikafunguliwe, mtajua mtakavyofanya, lakini katibu mkuu, moja ya kazi kubwa ambayo nataka mkaifanye ni kuhakikisha kiwanda kile cha Arusha kimefanyiwa kazi na kimefunguliwa mara moja. Ndio maelekezo, Mheshimiwa Rais amenielekeza, watu wasiwe frustrated wanapokuja kuja kutaka kuwekeza kwenye wizara hii. Ndio maelekezo Mheshimiwa Rais, tunataka viwanda vya kutosha, tunataka viwanda vingi. Kila ambaye yuko tayari kuja kujenga viwanda tumsaidie aweze kufanikisha. Tukiwapata Watanzania wengi itakuwa vizuri zaidi. Wakija wageni pia, tutawapokea na tutawawezesha, tutawasaidia.